Burundi inaendelea kuwa kwenye vichwa vya habari duniani kufuatia hali ya wasiwasi inayowakumba maelfu ya watu nchini humo kwa miezi kadhaa ya vurugu, chanzo kikiwa ni uamuzi wa rais Pierre Nkurunziza kuwania muhula wa tatu kinyume na katiba ya nchi. Mpaka sasa zaidi ya watu mia mbili wamepoteza maisha na wengine zaidi ya laki mbili kukimbilia nchi jirani wakati serikali ya nchi hiyo ikishinikizwa na jumuia ya kimataifa kudhibiti hali ya usalama, huku Muungano wa Afrika ukitaka kutumia majeshi ya kulinda amani, lakini pendekezo hilo haliungwi mkono na Burundi. Mwandishi wetu Kasim Kaira, mwandishi wa Maziwa Makuu, anaripoti zaidi. Kuambia machafuko amekuwa eh, hapa nchini ni machafuko ya watu binafsi, wanagombania masilaha yao. Uh, tunasikitika sana mpaka vijana wamefariki vijana wamefariki na vijana wametumwa na watu wanatumwa na watu, wanawambia nendeni kwenye kambi mtachukua silaha, inafikiri enda kwenye sokoni kununua vitu, wanawea kwenye hasara, au watu wamewambia vijana hao uende pale. So, wanajua watauawa na najua wakisha uawa basi tunapata cha kusema mauaji halaiki. Leo tukitizama gisi silaha tunazikamata silaha zote zinakamatwa tunaona kazi zinatoka katika nchi jirani. Nchi jirani ndio tunaona silaha zimetoka kule. Sasa kesho tukiwa na shida tutaambia e, umoja, Umoja wa Mataifa ama mmoja wa Afrika utetee e, jeshi ili tutie katika mpaka silaha hizo zisiingie ndani, lakini hatujafika katika hayo sababu e, tumeweza kushtaki nchi hiyo katika CGL, ili wafafanue gisi silaha zinaingia shida ni kwamba tumeongea, tumezunguka katika mitaa kadhaa. Tumeenda Jabe, tumeenda Bwiza, tumeenda Nyakabiga, unakuta watu wana hali ya wasiwasi. Wazazi wenye watoto miaka kumi na mitatu hadi ishirini wanahofia kila mtoto anavyotoka nje, hawajui kama ataweza kurudi kama bado yuko hai. Wamekamatwa wengine, wamefungwa wengine, wamepelekwa maeneo ambayo hayajulikani. Utasema kweli, watu hao umewapa njia gani labda za kuwapoza, kuwapa kuhakikishia kwamba usalama wao utalindwa pale paliko mauaji ama pako vita, pako watu wengi wanakumbwa na ajali hiyo bila kuandani. Ndio sababu tunazungumza tuachane na vita. Ila pako vigumu kutafu, kufafanua nani iko katika migogoro hiyo ama nani wa ukweli, sababu tumeomba waraia wajiachanishe na hao watu. Na mara nyingi wanakuja wanapiga silaha katika nyumba zao. Wakishapiga silaha katika nyumba zao wahalifu wanakimbia serikali kija haitajua kama ni nani ama ni nani. Shida kubwa imekuwa majeshi yenyewe yamezungumziwa, hasa polisi kuwa uh, imetumia njia tofauti na watu bado wanahofia. Unasema kwamba jeshi la taifa, polisi ya taifa iko katika, iko hali thabiti ya kuweza kukabiliana na hali iliyopo kuhakikishia watu usalama Polisi kwa hizi sikukuu pana tuna e, wametuambia kama wanaweza kufanya machafuko yangine, ili hiyo chuki iendelee kuwa zaidi, na ndio sababu tumetia uh, viongozi e, wa polisi, serikali e, wa jeshi wako wengi katika mikoa ili kinga ajali yote hizo pitika pale. Naam, kumekuwa na swali la kutaka kuleta majeshi kutoka nje, majeshi ya walinda amani wa Umoja wa Afrika kuja kujaribu kuhakikisha kwamba hali hii inatulizwa. Serikali ya Burundi ni kama msimamo wake mpaka sasa imekuwa ni kama haikubaliani na pendekezo hilo. Swali liko hapa, ni swali ligumu, sababu haujui nani anapiga nani, na ndio sababu serikali tumeamua kuwa nchi yetu tuna vyombo vya kulinda amani vya kutosha na tunaweza kuweza kulinda amani. E, sisi njanjama hiyo ya mataifa ya kuweza kutuma watu hiyo Burundi hatujaona, kama hiyo ni, nafikiri ni ndoto. Ili tungoje tuangalie, Warundi wako tayari kuweza kulinda usalama wao.